Mpendwa, nina ujumbe kwako kwa siku ya leo, kuambia ya kwamba usiokope adui. Wakati uko pamoja na Yesu Kristo, utakuwa mshindi kwa ajili ya adui yako. Adui hawezi kukuzuia usiweze kufikia baraka zako. adui Hauwezi kutuma wewe kuweza kufikia usiweze kufikia baraka zako. Yuda alikuwa adui ya Yesu Kristo, lakini haikumzuia Yesu kutookoa taifa lake. Ukiangalia Yusufu wandugu zake walimuuzisha, lakini haikuzuia Yusufu kutofikia baraka zake katika Misri. Alitawala, alifanya kazi kubwa, alikuwa mkubwa pale Misri. Ukiangalia vita ya Goliati pamoja na Daudi, Daudi alimshinda Goliati. Na Daudi akapata ushindi na mpaka kangoya akakuwa mfalme. Njo maana nataka nikuambie ndugu mpendwa, naye nifuata, adui anakufikisha kwenye baraka zako. Njo maana usimwokope adui, simama pamoja na Mungu, utakuwa mshindi. Tunashinda adui kwa njia ya damu ya Yesu Kristo. Na kwa hiyo nakutakia ndugu nayenifuata, acha ushindi ikuwe juu ya maisha yako siku zote za maisha yako. Ninajua hata magonjwa ni adui lakini inabidi kuamini kwa ya kwamba uponyaji nao huko kwa jina la Yesu. Usiokope adui. Amen.